Tumefurahishwa sana na maendeleo ya mradi wetu na bado tuko ndani ya muda uh, kampuni wametuahidi itakapofika uh, Julai kazi zitakuwa zimekamilika na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuanza mradi huu. Mradi wa bomba la mafuta la EACOP mpaka sasa hivi umeshavuka zaidi ya asilimia, maana yake ni kwamba kila, kila, kila, kila kitu kiko tayari kama kilivyopangwa kwa ajili ya kuanza kusukuma mafuta kutoka Hoima Uganda. Kufika, kufika hapa Chongoliani, mradi um, huu uh, umewanufaisha sana wananchi wa Tanga. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, zaidi ya bilioni kumi imetumika kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi wa eneo hili la Tanga, lakini wananchi zaidi ya elfu tisa mia nane na he kitu wameshiriki, wame katika uh, shughuli za ujenzi wa bomba hili la mafuta, na hii ni sehemu kubwa ukilinganisha na, na majirani zetu wa Uganda. Sisi ndio wanufaika wakubwa wa, ukitembea katika eneo hili la mradi unaona namna ambavyo swala la usalama kazini linazingatiwa kuliko kitu chochote. Mpaka sasa hivi ukiangalia katika miradi yote, wenyewe wanasema wataalamu ambao wamewahi kuifanya katika Afrika, huu ndo mradi ambao umekuwa umefanywa katika hali ya viwango vya juu sana vya usalama, lakini pia wakati wana wanapakia mafuta kwenye meli, wanaendelea kuweka uh, mazingira mazuri ya kudhibiti uharibifu wa mazingira kwa viumbe vilivyoko majini na mazingira yote ya, ya baharini kwa ujumla. Kwa hivyo niseme tunazo tunazo kila sababu za kuwashukuru wakuu wa, wa kuwa, nchi zetu hizi mbili Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa, wa, wa Uganda Mzee Mseveni kwa kuliona jambo hili kwa kipekee na kuwanufaisha Watanzania. Kubwa ambalo nataka nisisitize kwa kipindi hiki kilichobaki cha, cha ujenzi na mpaka pale tutakapoanza uzalishaji tuzingatie wakandarasi wazawa, kwa kuwapa tenda, kwa kuwapa kazi mbalimbali. Mwisho wa siku hili ni la kwetu, lazima litunufaishe sote. Mafuta ni ya Uganda, ardhi ni ya wa Watanzania, inauzwa ina nje ya nchi, lazima Watanzania wanufaike moja kwa moja. Kwa hiyo hilo tumelisisitiza na kwenye vikao vya ndani na tunaendelea kulisisitiza hapa kwa kampuni pamoja na wasimamizi wote ambao wanashughulika na suala hili kuhakikisha kwamba wakandarasi wazawa wananufaika kwa kupata kazi na kuhakikisha kwamba wanalipwa kwa wakati, ili waendelee kunufaisha kiuchumi mataifa haya mawili. In Chongoleani where we are going to see our crude oil being loaded to the ship, the ships for further commercialization. So we are happy with the progress and, uh, uh, given the, the, the fact that